Leo nimetembelewa na rafiki yangu Dulla Mbabe. Dulla Mbabe yuko kambini kwa ajili ya kufanya mazoezi ya mashindano. Unapigania mkanda gani? Ah, sio mkanda. Okay. Raundi kumi ambayo anacheza tarehe thelathini na moja na leo alikuja hapa wilayani, anafanyia mazoezi Kisarawe, lakini sasa anahamisha kambi anaenda wilaya husika nyingine sasa leo amekuja tumeshare mambo mengi sana na mimi, unajua enzi zangu nilikuwa ni boxer wa shule. Nilikuwa napiga sana ngumi mimi. Kwa hiyo amekuja kuonana na boxer mwenzie <laughs> Na sisi Dulla tunakupongeza Asante, naomba nikuambia kwamba Wilaya ya Kisarawe tutakusupport kadri tunavyoweza. Asante. Lakini unajua kwamba unapokuwa unapewa baraka za serikali ni kosa wewe ukipigwa; ukipigwa imepigwa serikali na, na serikali huwa haipigwi Inabidi upambane, piga mtu ni mwendo wa shosho, pambana hadi mwisho. Sisi kama wilaya ya Kisarawe tutakusapoti mambo ya chakula, vile vya kula vya asili, kula supu ya mbuzi, supu ya kuku ya kienyeji, kula mihogo, kula korosho, mwili wa imara. Huku kuna milima mingi sana ya kufanya mazoezi, panda kule puku, kazi mzumbu wapi, fanya mazoezi, ukikaa tu ule mtu, piga mtu ngumi mpaka jisaidie ukumbini. <laughs> Usimpige mtu kama unambembeleza, eh, oh bembeleza. Yeah. Hey. Eh, hey. Hey. Hey, na mwanaume huwezi kutisha. Sisi kule kwetu kanda ya Ziwa. Ukienda kumpiga mtu, utamwambia, usimwambie niguse. Ukienda tu ni kumshona mwanzo mwisho. Vita ni vita mura. Vita ni vita shosho. Sho. <laughs> Kwa hiyo lete mbuzi tumpe dura. Huu mbuzi tunakupa ukale supu. Sasa kula mbuzi wetu, alafu enda upigwe. Haiwezekani. <laughs> <Ayuzikane. laughs> Nakuweka lock up. Sasa <laughs> <mpaka> urudishe mbuzi. <laughs> Eh, nipo Kisarawe eh, ni wilaya iliyozaliwa, nilizaliwa Kisarawe, kijiji cha Kenge. Nipo hapa na mheshimiwa DC wetu, mheshimiwa, tuko naye, nimekuja kuchukua baraka kwa ajili, naelekea kwenye kambi tarehe thelathini na moja pale Oya au Simasaki. Kaulimbiu, afile munu, asigale munu. Unajua maana yake hapana? Yani atakayekufa mtu eh, na atakayebaki ni mtu. Yani siku hiyo uko na vita mimi nachokuomba usiue, ila piga mtu, akienda ICU mwili mzima anapigwa POP yaani Sa. tandika mtu kwelikweli, sijali kama mnaenda raundi kumi, kwa kuwa watu wametoa kingilio sana sana, mpeleke raundi tatu ili tuenjoi sawa. Na mimi hapa Kisarawe mm. nitatoa gari mbili Costa Sa. za washangiliaji, lakini pale ukumbini ukipigwa Unarudisha pesa zote za Costa mbili posho ya DC kulipeleka wilaya moja kwenda mkoa mwingine na unaweza kulala lock up wiki mbili. Lakini hapo mwingine ni kupeleka Mwanalumango kulima heka hizi Basi sasa hivi mtu tunayemkamata ni lock up, ni shamba. Tupeleke mtu mahabusu. Anaifanya <laughs> uhalifu hana kazi tunampa kazi. Tutapambana. Kwa hiyo tumekuletea mbuzi dume huyu. Unaona na mayai yameshiba vizuri sana sana. Huyo mbuzi tunakupa wilaya ya Kisarawe. Safi. Kwa ajili ya kwenda kula supu. Nashukuru sana. Unaona. Alafu naye ni black, kama mimi kama wewe. Sasa hii inaitwa show show.